Karibu tena kwenye mwendelezo wa simulizi hii yenye kusisimua kutoka kwa Namnayas Pro. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kama ilivyo ada, tunakuomba uendelee kufuatilia hadi tamati ya sehemu hii ya leo, huku ukiwa umejiandaa kwa hisia kali, msisimko usio kifani na maamuzi magumu yanayoweza kubadilisha mkondo wa hadithi. Sasa tunaanza rasmi sehemu ya tatu. Siku iliyofuata shuleni ilikuwa na pilikapilika zake za kawaida, lakini kwa Vanessa kila alipopiga hatua ilionekana kama ilikuwa ya mwisho. Hakuwa na uhakika wa nini kilikuwa kinamngoja, lakini alihisi waziwazi kuwa kuna jambo kubwa linakaribia kutokea. Wakati huo huo, Brian alikuwa akielekea darasani akijawa na mawazo mengi. Moyo wake ulikuwa umejaa hisia ambazo hakuweza kuzielezea. Ni kama nguvu isiyoonekana ilikuwa ikimvuta kumkaribia Vanesa zaidi. Hata hivyo bado alikuwa hajatambua kama ilikuwa ni huruma, heshima au hisia nyingine isiyoelezeka. Alipowasili darasani, Vanessa hakuwa na tabasamu lake la kawaida. Alimtupia Brian jicho la muda mfupi, kisha akageuza uso upande. Alikuwa akipambana na sauti iliyokuwa ikinong'ona ndani ya moyo wake, ikimsihi mwambie, mwambie kabla haijakuwa kuchelewa. Baada ya kipindi cha masomo, Vanessa alishindwa kujizuia. Alimfuata Brian nje ya darasa na macho yake yalionyesha wasiwasi wa mtu anayeishi kwenye kivuli cha siri nzito. Brian alianza kuzungumza kwa sauti ya chini, naomba nikuone baada ya masomo jioni, tafadhali. Kuna jambo muhimu sana nataka nikwambie. Brian alishtuka kidogo, lakini alijibu kwa heshima, sawa mwalimu. Wakati huo huo, Lea, ambaye alikuwa akimfuatilia Brian kwa karibu siku za hivi karibuni, alikuwepo si mbali sana, alishuhudia kila kitu. Aliona jinsi Vanessa alivyozungumza kwa sauti ya upole na aliona jinsi Brian alivyosimama kimya kama mtu aliyelishwa sumu ya mapenzi. Moyo wa Lea uliuma kwa huzuni, hakukubali kile alichokiona. Alijiambia kwa hasira, nitamtibua huyo mwalimu, nitalinda mapenzi yangu kwa gharama yoyote ile. Jioni ilipofika, Brian alifika kwenye ofisi ya walimu. Vanessa alikuwa akisubiri ndani, ameketi huku mikono yake ikiwa imefungwa kwa nguvu kama mtu anayejaribu kujikinga na ulimwengu. Alipomwona Brian akiingia, moyo wake ulidunda kwa nguvu, na kwa mara ya kwanza hakujaribu kuficha hisia zake zozote. Brian alianza kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka, najua si kawaida, najua ni kosa, lakini moyo hauwezi kudhibitiwa kama akili. Kila siku ninapokuona darasani, nahisi kitu ndani yangu, hisia ambazo sijawahi kuhisi tena. Brian alibaki ameduaa. Hakuwa amejipanga kwa lolote kama hilo. Alitamani kusema kitu lakini maneno hayakutoka, sauti yake ilikwama kooni. Vanessa alisimama polepole pole, akamsogelea. Sitaki kukufanya ujisikie vibaya, sitaki kukuharibu lakini ningependa uelewe kwamba ninakupenda Brian. Ukumbi mzima ulitawaliwa na kimya kizito, ilionekana kama dunia ilisimama kwa muda, na ghafla mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Alisimama pale Lea, macho yake yakiwa yamejaa hasira isiyozuilika na uso wake umejaa maumivu ya usaliti. Lo, kumbe ndiyo maana ya yote haya! Sasa nimejionea kwa macho yangu, ninyi wawili hamna haya kabisa! Brian aligeuka kwa mshtuko. Lea, sikiliza, si kama unavyofikiria. Nyamaza wewe na huyo mwalimu wako, mmenidhalilisha! Lea alilia kwa uchungu, kisha akakimbia nje kwa kasi. Vanessa alishindwa hata kusogea. Mikono yake ilikuwa baridi kama barafu. Alitambua kuwa kuanzia siku hiyo hakuna kitu ambacho kingebaki kama kilivyokuwa awali. Lakini hiyo ilikuwa ni mwanzo tu wa mkasa mkuu ambao ungebadilisha maisha yao milele. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia sehemu hii ya tatu hadi mwisho. Tukutane kwenye sehemu ya nne.